Mheshimiwa Baba Paroko, baba yetu na fadha yetu, ndugu yetu Fadha Faustin Kambare, mafrateli wetu, viongozi wetu wa VIWAWA, wanakwaya wetu, vijana wenzangu, na waumini wenzangu Parokia hii ya Mtakatifu Maria Goleti hapa Geita. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Baba Paroko, nimesimama mbele yenu kwanza, naanza ku, naanza napenda kuanza kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu Baba wa mbingu na nchi kwa kunijalia afya, uhai na kutuletea pamoja kwa ajili ya kongamano hili takatifu. Ina furaha kuu kuzungumza nanyi vijana wenzangu na waumini wa parokia Maria Goreti, tukiwa tumekusanyikana hapa kwa kusudi moja la kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuitafakari nafasi yetu ya vijana katika dunia ya leo, si ndio? Jamani, nawashukuru pia viongozi wote wa parokia hii, hasa wachungaji wetu wa kiroho waliotuandalia fursa hii bila kusahau watendaji wote wa kongamano hili, ninyi baraka wa kanisa, Mungu awabariki sana, awazidishie sana. Binafsi Mheshimiwa Baba Paroko aliyesimama mbele yako, mbele ya waumini hapa, naitwa Comrade Reuben Emmanuel Sagayika ni mjumbe wa baraza kuu la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa kuwakilisha mkoa huu wa Geita. Lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Naombeni mnipigie makofi tafadhali. Kwa hiyo, ninapotoa somo la uongozi, maana yake mimi pia ni, ni kiongozi wa kitaifa ngazi ya vijana. Mimi ni mtoto wa Mungu, mpenda watu na mwenye kiu ya kuona kizazi chetu cha vijana kinasimama kwenye msingi ya amani, imani na utumishi wa kweli kwa jamii. Ninaamini kijana mwenye mwelekeo wa Mungu atakuwa pia na mwelekeo sahihi katika maisha yake na kila siku ya kiroho, kijamii, kiuchumi pamoja na kisiasa. Leo nitawaambia sana kwa sababu leo ni siku ya maneno reusi, siku ya kuamsha nafsi, ni siku ya kutetemesha dhamira, na ni siku ya kubabiisha mbegu ya uadilifu ndani ya neo yetu. Naomba mtengeneze sikio, si kwa ajili ya kusikiliza mimi, bali ni kwa ajili ya kusikiliza kilio cha kizazi chetu na kusikiliza sauti ya Mungu aliyesema na taifa lake kwa nasema, sikio, sikia, la na ndomana. Kuna mesari moja inasema sikio lisilosikia lafunikwa na vumbi. Maana yake asiyependa kusikia na kujifunza kujikuta katika matatizo au ujinga. Ni mesari inayowahimiza vijana wasikilize kwa makini ili waweze kufanikisha maisha yao. Ndugu zangu mara ya kwanza mboo vijana wa hii kila ya ya katika jamii. Ae, vijana ni msingi wa taifa. Unajua, tunawakilisha nguvu, ubunifu na matumaini ya kesho. Katika Biblia, Daudi kijana mdogo enyeahukisoakatii aa uiau kinaoneshe jisikiana Daudi mtoto wa ese mwana wa Yese ambaye alikuwa kijana mdogo mwenye miaka kumi na saba alikuwa kijana, alikuwa anatunga kondoo, alimuua Goriati ambaye alikuwa ni mtu jasiri, alikua naskugua sana katika taifa la Israeli. Kijana huo alisikika sana, Daudi, kwa sababu mtu huyo ambaye alikuwa nasuuka sana katika taifa hili. Sasa nini kutoka kwa Daudi ambaye eh, liko ni kijana mchefu mcheshi mzuri na mjasiri ambaye alisifika sana katika nchi hii ya Israeli kwa kumuua huko Goliathi. Sasa katika dunia ya leo, vijana vinakumbwa na changamoto nyingi. Kwanza kuna mmomonyoko wa maadili, presha za mitandao ya kijamii, ulevi, uzinzi, ukosefu wa ajira na ine kupotea kabisa kwa sababu ya ukosa dira, lakini tunapaswa kukumbuka maneno ya Mtume Paulo wa Timotheo Mtu yeyote asikudharau kwa sababu wewe ni kijana. Msikilize. Bali vijana kielelezo cha waumini katika usemi, mwenendo, upendo, amani na usafi. Hicho kitabu kinasema kitabu cha Timotheo 4 mstari wa 12. Leo hii tunahitaji vijana watakaotamka katika kaya biza, vijana watakaochukua nafasi ya uongozi. Si kwa kutafsiri sifa, bali kwa kulitumikia taifa kwa moyo wa kimungu. Vijana wa leo hawapaswi kuzungumzia kesho kwa sababu ndio ndio wakati wa kuandaa kesho bora, sio jamani? Hapa tunasema katika kitabu cha cha Samuelu. Hapa kijana, natamani tuone vijana wenzangu kwa Kristo, pamoja na wa Katoliki, vijana wajasiri, vijana wanaopenda Mungu, ambao wanaweza kujitoa kwa ajili ya taifa lao, watu ambao wanaweza kujitoa kwa ajili ya dawa, watu wanaweza kujitoa kwa ajili ya dawa ili kusaidia watu ambao wanafuna kazi zetu. Lakini ndugu zangu, kuna uongozi wenye imani Uongozi ni huduma, si nafasi ya kupendelewa. Tunapoona viongozi walipotoka, tunapaswa kujiuliza, vijana wanajifunza nini? Si ndiyo? Uongozi wenye maadili unajengwa juu ya hofu ya Mungu, uadilifu, unyenyekevu na haki. Hakuna maendeleo ya kweli bila uadilifu na ndio maana katika kitabu cha Mathayo ishirini na tatu mstari wa kumi na moja inasema, na mtu aliye mkubwa kati yenu na awe utumishi wenu. Hekima huanza na kumcha Bwana, hii nasema inasema katika kitabu cha Mithali tisa mstari wa kumi. Tunapojitokeza kuongoza, iwe ni katika kanisa, iwe ni katika chama, iwe ni katika taifa, iwe ni katika shule kivyoje? Je, tunalia ya kweli ya kuwatumikia watu? Je, tunaongoza Roho Mtakatifu au tamaa za kibinadamu? Ndio maana ndugu zangu, jana, wenzangu wa kanisa hili, leo hii ukiwa kiongozi, watu ndio watakao kushana. Unajua sifa ya kiongozi sio tabiri, naita fulana. Sifa ya kiongozi mwenye imani, watu ndio wanasema kwamba ule pale ndio kiongozi, kwa watu wanaishi kwa sababu huyu mtu anaongoza kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa nafasi ya kuongoza. Sio ndio jamani? Maana kama Waingereza wanasema the leadership must be a ceremony. Kwamba unapokuwa kiongozi wewe utakiwa ukonge mioyo ya watu. Mtu anapokuja nyumbani kwako, anapokuona kiongozi, anasema shida zake ni kwani zimesuzika. That is the meaning of the leadership. Wasaidi wanasema. Sio ndio jamani? Kwa hiyo tutaidi kuwa viongozi wenye maadili viongozi wenye kumcha Mungu kama tulivyoelezwa katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 11. Lakini uongozi usio na maadili ndio chanzo cha rushwa, chanzo cha migogoro, chanzo cha ufisadi na chuki katika jamii. Hiyo basi vijana wa Maria Goretti tujitahidishe kuwa viongozi tofauti, viongozi wa Mungu na si viongozi wa mianiko. Tupige Yesu Kristo. <laughs> Tunatakiwa kuishi katika imani katika maisha yetu ya kila siku kwamba tunatakiwa kuishi kwa imani katika maisha yetu ya kila siku. Kwa nini nasema hivyo? Imani si ya kuvalia Jumapili tu, yaani imani sio tu kwenda kanisani Jumapili tu, imani ni namna ya kuishi kila siku. Kama kijana wa Kristo unatakiwa kuishi imani yako nyumbani, kazini, sokoni mitandaoni na hasa tunapotafuta nafasi ya uongozi. Ninyi ni nuru ya ulimwengu, hivyo hivyo nuru ya yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kitabu cha Matayo tano mstari wa kumi na nne mpaka kumi na sita kinasema kwamba nuru zetu naziangaze kila sehemu, si ndiyo? Jamani, sasa tuache kuwa wa wakina Wakristo wa matendo kwa maana Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa. Kitabu cha Yakobo mbili mstari wa kumi na saba. Je, unaishi imani ya kazini pamoja ambao na imani kanisani? Mwenyezi Mungu anatuuliza, Je, kazini kwako unaishi kwa amani? Unaishi kwa imani ya Mungu? Wengine waocho wameuuza waia kwa vile kwa kwa, unamtukuza Mungu kwa namna unavyoongea unavyoongea wewe kwa, kwa wa wa watu wakikuona, unamtukuza Mungu kweli, umejawa ndani yako mtakatifu, unapozungumza mbele ya watu, unapotembea watu, vyote hivyo unatakiwa tuwe na imani, unavyovaa ulivyovaa wewe t imani ipo ndani yake, unavyopenda na unavyotafuta pesa. Ndugu zangu, hata tunavyotafuta pesa tunatafuta pesa kwa imani, kwa sababu ukiwa na imani hawezi kuwa na pesa haramu. Mwambie ndio. Hapo tafute pesa haramu kwa kutukuza Mungu. Mwambie ndio.